Qur'ani, wakati inazungumzia kati ya chanzo cha zina, mwanaume na mwanamke, nani chanzo? Mwanamke ni chanzo. Suratu Nur, Suratunur. Azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma miata jalda, mzinifu wa kike na mzinifu wa kiume mpigeni kila mmoja wao mjeledi au bakora mia moja. Allah akaanza na wakike wa kiume. Wakike wangejihifadhi wakatulia majumbani na hawavai vizuri, hawarushi roho vijana wala vifua, kungelikuwa na usalama fulani kwa vijana o unamfuata ujango nawa, sasa hivi walivyokuwa laini, maskini wa Mungu hawa Si jambo mambo poa, umependeza kweli, asante. Anaingizwa kwenye kumi na nane. Binti wa watu mwenyewe, ajui. Unaitwa nani? Naitwa Faraji na lako zuri, asante, asante ya pili hiyo, nomba namba yako. Anatoa haraka sana, nataka ya WhatsApp, una insta? Upo, upo kwenye FB upo kwenye nini? Ndio wanapeana shekh, pana usalama, lakini si, kama kakoma mambo haya kuhusu. <laughs> Umependeza, kamsifie mama yako au mke wako, unarudia. We, jambo la kwanza kabisa ni ni macho. Jambo la pili fabtisamatun, macicha wenyewe wanajua, madukturu wazina wanajua, wakisha piga na macho tom, Fabtisamatun anafanya nini? Atabasamu huyo. Nyumbani kwake uso wa fenesi, hajawahi kucheka la tuto anangala, na mkeo na watoto wake, lakini anakucheka. Maana yake anamwambia binti, nimekukubali tabasamu. Fabtisamatun anamtabasamia, maana kama anaangalia anakubalika na binti, naye atabasamu, sio eh?